Inamaana nataka kuachizi blaza, kwani we usichonielewa ni nini? Eh, kwani mi natoanga matope kwenye kinu? Inatakiwa nimsaidie Okana? Mbona, mbona, mbona, mbona, mbona unashangaa sana we bwana we, kwani Okana unamfahamu? Ya Okana namfahamu vizuri, tena rafiki yangu kindakindaki, yaani namfahamu kwa makoko na matandu, yani ile nginja wala. Sasa Mr. Drunker, kama unamfahamu vizuri, yule bwana alikuwa na mke wake wa kwanza marehemu Sauda. Ile nafsi yake nazurura nayo kwenye mfuko wa shati, mfuko wa suruali, anahitaji msaada, na naomba unifungue na unifungulie ule mlango nikamsaidie, mm -hmm. Konyo, michezo hiyo yani, unajitahidi kunishawishi kwelikweli yani, lakini mimi sikuelewi kwenye hili yani. Leo hapa tano ginja wala kutapata kinte macho macho, alafu sasa uzuri wake sijalamtongi yani. Leo hapa sitoki kaka, hata kama utanipa, na mheshimu sana mama yako. Labda nikwambie na kitu kimoja usichokijua, mimi navyojua vizuri vitabu Mungu mwenyewe anasema kama mtu anahitaji msaada, inatakiwa umsaidie, tena haupaswi kulewa. Sauda ingala, ingala, ingala, ingala. Ingala, ingala, ingala. Huyu mganga anakubali sana na kiboko kabla hata sijamuelezea matatizo yangu ameshajua kila kitu. Huyu mganga huwa hapendi mchezo, Ukienda kinyume na mashaiti yake ni unaweza kumchukia, lakini ukienda vile amekuagiza mambo yanakuwa safi sana. Kama hivyo, nikuuliza. Nakusikiliza. Hivi huyu mganga ulimjulia wapi? Maana nakumbuka siku ya kwanza kuna maneno uliyaongea yale ya kichawi akaja. Kwani huwa anapatikana wapi? Hata nikikuelekeza huyo mganga kilinge chake kinapopatikana hauwezi kuniamini. Ni wa wapi sehemu moja inaitwa Ngara Ngara ndio wa wapi huko ni moja ya wilaya ya mkoa wa Kagera na inapatikana huko ndani ndani imepakana na Rwanda na Burundi mbona mm. ni mbali sana na wakati ukimwita kwa dakika moja tu anakuwa ameshafika huyu mganga ni guji haswa mm. haswa mm. acha nirudi tu nyumbani maana nina uhakika sasa hivi mama Ukana atakuwa ameshapata taarifa. Sawa, lakini hakikisha hakuna anayekuhisi hata kwa bahati mbaya, maana tano habari yake huko huenda imefungwa. Ngoja ah, Kiuu, kufanya hayo yote huyo ana haki ya kuishi. Naona nilikudonoa, lakini bado hujajifunza. Unataka kung'atwa, sio? Kwa nini unaendelea kufanya ubaya wakati leseni yako ya utabibu inaonyesha wema? Unavuka mipaka sasa. Hakuna mtu aliyeweza kusoma leseni yangu na kabaki salama. Sali sala zako za mwisho, kisha niondoke na uhai wako. Hapa sasa, wameenda wapi? Au ndio kizigo huyo? Ananijia kwa njia za giza. Sasa ashindwe kwa jina la Bwana. Ha, anijui mimi anatakuletea hizo mimi. Nitakuja na Yesu tu. Hey Jesus, ashindwe Nikusaidie je? Ji ah, shemeji, habari za saizi? Salama ah, samahani sana shemeji, eti Ukana nimemkuta hayupo, ametoka muda sio mrefu. Ah, atakuwa ameenda wapi sasa? Wewe kijana. mbona unataka kuvuka mipaka? ameenda wapi ili iweje? Nimekwambia hayupo. Ah, shemeji, unajua Ukana mi ndugu yangu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue yuko wapi na vipi hali yake anaendeleaje. Yuko poa. Anaendelea vizuri. Unaweza ukaenda sasa. bwako unautumia vibaya wewe. Unataka kunikela sio? Naona kipele kinakuasha, unahitaji kukunwa. Ongea. <laughs> Mm, taratibu very soon, naweza kufanya vibaya sana. Kumbuka upo katika himaya yangu. Umenifanya nini? nguvu zangu umezipeleka wapi? nguvu zangu ziko wapi? <laughs> Yani, Tano, yani leo ndo nimekuja kuamini kwamba wewe wenga logeroge anlogeroge tena unibaki abuli yaani, rafiki yangu, unanizurulisha mimi kutoka hapa mpaka kule na kwenda kuangaika, rafiki yangu, najizahirisha kwa yule mama, naniona mimi chizi, mimi sina akili. Tano, unajua japokuwa mimi mlevi, lakini kuna muda mwingine nafanya, na nafanya research ulivyoniambia kwamba nikakaa nikatulia nikasema, nisikuzalau moja kwa moja, acha nikusikilize. Nimekusikiliza, hatima yake na kwenda kuaibika kule. Angalia sasa, na mimi naonekana kizi kama wee. Yaani umeniambia kwamba ti ndugu yako anapata matatizo, anakwenda kuwa kichaa, nashtuka mimi, napata mshtuko wa moyo, nikasema, sio kweli, yule familia ndugu yangu, acha niende. Kumbe mtu mzima, maisha gani ndugu yangu, kama umechanganyikiwa changanyikiwa wewe na akili zako, usiwajumuishi na watu wengine. Huu ni utovu wa nidhamu, na unamkosea mpaka Mwenyezi Mungu. Wewe unajifanya unajua Bible, lakini unapokwendea huko unamkufuru Mungu chenzi mkubwa apa. Sasa ndipo unapokuja kwa hukumu. Mimi wahenga waliposema kwamba mpe chizi nafasi, alafu unasemaje kwamba akili ni nywele? Yani ile minywele yako jinsi ilivyokaa vuruvuru, kuanzia kichwani mpaka kwenye midevu mpaka kwenye pua unazo nazo, lakini umekata ndo, umekata kila kitu, yani umekata kila kitu. Sasa hivi kama ndo akili hata moja hamna moja, sumu nikata kichwa chako hakuna tano. Au wewe ndugu yangu utakuwa unadaiwa, kuna sehemu wewe umekwala, ndo maana amekupiga kimbola. Kuna muda unaonekana kama una akili, kuna muda unaonekana kama huna akili. Uwe! Shemeji, shemeji, njoo shemeji Naomba ukae na huyu punguani wa kosa akili. Nikwambia kitu kimoja, huyu bwana mkubwa, mimi nilivyokaa naye hapa, kuna vitu akawa ameniambia kwamba kuna ndugu yangu mimi amepata matatizo. Nimetoka na hapo mimi, mguu mosi mguu pili, mpaka kule nilipokwenda kule, huwezi kwa mimi sema. Nimejizalisha, nimejifezesha, yaani unaambiwa nimeshuka, nimepoa, nimekuwa nime mtu mmoja mpole, wakati nilienda na, na hai yangu nilikuwa nimeenda kwa spidi zote. Sasa basi, labda nikwambie kitu kimoja Huyu tano chochote kile ambacho atakachokuambia usimsikilize, sijui umenielewa? Kwa sababu huyu ni mnafiki, huyu ni chenjeo. Unaweza ukasema kwamba nimsikilize kwa umakini, labda kuna kitu atakunipa cha faida. Hakuna kitu chochote atakachokuambia, na usisubutu kumfungulia, sawa? Hapa nilipomfunga mpaka mamake arudi, sawa? Sijui unanielewa tena. Unielewe kwa umakini tena, mimi nahisi kwenye hili huyu inawezekana labda tumpeleke Milembe, maana kila siku atakuwa anawasumbua nyumba nzima hii mkashindwa kumfanyia vitu vizuri, akarudi katika nafasi yake. Mpelekeni Milembe, kuna madoka kuna watu wenye digrii zao, wana uwezo wa kuwatengeneza watu kama wakarudi kwenye hali zao za kawaida. Msiendelee kukaa nao chini humu ndani au kuangaika nao kwa waganga, mpelekeni Milembe, sawa. Tena nakwambia kitu kimoja, hata kama atakwambia kitu kipindi akiwa amevua isingrendi, usimsikilize. Wazungu wanasema do you call me now understand. We baba hemnipumzishe, basi. Utanichanganya na mimi nichanganyikiwe kama wewe. Ah. Ah, wewe ni nani? Hongera ewe shujaa mwenye imani ya ajabu, unayemsaidia Sauda kwa kufata kauli ya mtu anayemwona. Naitwa Ngaza, muuaji wa watu wote wanaopita kwenye anga zangu. Leo kifo chako kipo mikononi mwangu. Sali sala zako za mwisho kabla kifo chako Naomba usiniue, nomba usiniue, mganga, nomba usiniue, mchawi Ngaza, na majikumu na majukumu, mbelile mbelile mwe mbelile mwe <coughs> Ulikuwa na wazo gani? Hebu niambie, mimi nakusikiliza mama. Kuna mganga anaitwa Shaazadi, mimi nadhani tumpeleke huko, atatusaidia mganga. Ndio mama. Huyu mganga anaweza kukusaidia? Kiukweli mimi naogopa kuchanganya waganga, mganga wangu mmoja tu na ni kicheko basi. Lakini hayupo huyo mganga, uenda atakuwa amenda kumtibia mgonjwa mwingine. Sasa utakao utamsubiria mpaka lini mama? Unajua shida, waganga wa sasa ni matapeli sana, tena wapigaji hao balaa. Kwa hiyo hilo tunaogopa, ila sio kashaazadi. Mama, huyo ni mganga balaa, hata mwenyewe utaona yeye atangulizi pesa kabisa. Kama ni hivyo, sawa, utanipeleka saa ngapi? Muda wowote mama, kwanzia hata sasa tunaweza tukaenda. Basi subiri nikajiandae na nimwite binti yangu tuondoke wote, sawa. kuna tatizo, inatakiwa Sauda akombolewe, tena akombolewe haraka wezekanavyo, kwa sababu muda huu tunavyozungumza, maisha ya tano yapo hatarini. Nadhani mizimu imekupa taarifa. Hapana, mimi sijapata taarifa yoyote ile, ila nimeota ndoto mbaya sana. Nimota mchawi si mchawi mganga si mganga, amenitokea ghafla na akitaka kuniua pale pale nikaamka. Kiukweli niliogopa sana, niliomba hata niamke. Nilivoamka koh, kumbe ndio naota hatari. Ah, mm huo -hmm. Ndio ujumbe wenyewe na rafiki yako leo huenda ndo ingekuwa mwisho wa uhai wake. Bahati yake mizimu imenipa taarifa mapema sana nikamsaidia na yule mwanamke ambaye umemuona ndotoni, ndio mganga ambaye alimkamata Sauda. Sasa tunawezaje kumsaidia Sauda aliyakuwa ametekwa na mganga hatari? hmm. siku zote penye ugumu pana wepesi. Kuna njia ambayo tunaweza kutumia kumsaidia, ila ina uzito kidogo. Njia gani? inatakiwa ipatikane nguo ya Sauda, wenyewe si ya kawaida, bali huyu ambaye ameivaa zaidi ya mara kumi enzi za uhai wake. Mtaalamu, huo ni mtihani mzito sana, tunawezaje kuzipata hizo nguo? Hiyo mimi sijui, ninachojua ndio hicho nilichokwambia, ambacho nimeambiwa na mizimu. Bila hivyo, Sauda ataendelea kuteseka milele huko aliko mpaka siku itakapofika muda wewe kuchukuliwa na Bwana mkuu aliyejua. Vipi, umwone yule kijana mfupi, yule yule pale. Yule ndo kizigo, yule ndo aliyemloga mwanangu. Basi jitahidi mfanye ilichokuagiza sawa. Unanipeleka kwa yule mganga wakati mganga wenyewe anakula dili na kizigo ha? Sitaki tena tena, sitaki wewe kunipeleka kuni kule Shikamo mama. Marahaba, haujambo? Samani mama, mbona unapita njia nzima unaongea peke yako bwana? Na mimi labda nikuombe samani kama nimekutukana, maana hapa nilipo nimechanganyikiwa na majanga juu ya majanga, hata sijielewi. Pole sana, matatizo aliokuwa nayo huwezi kuyatatua mwenyewe, isipokuwa ni Mungu pekee. Kama hautojali Kanisani kwetu kuna baba mchungaji anaweza kukutatulia matatizo yako, mwanangu. Kwa hilo halina shida, maana kama kwa waganga ndio nimeenda, waganga wengi tu na nafuu hakuna. Sasa mimi nani leo nikatae neno la Mungu? Mimi naomba tu, kama upo tayari basi twende. Basi sawa, kwa sababu saa hizi sio muda wa ibada, wacha nikupeleke nyumbani kwake. Ah, haina shida hiyo, twende. Nisubiri nikamwite mchungaji aje kutatulia shida zako, ndipo amefika. E hey, Mungu naomba umsaidie mwanangu, maana haya yote yaliyomtokea kama ya binadamu au ni uwezo wako, sisi hatuna nguvu Eh, wewe Baba ndo tunakuomba. Wewe ndo takayamaliza haya eh, Baba. na kuomba naomba umsaidie kwa na subira, anakuja Bwana Yesu asifiwe. Baba Mchungaji, kaji lako la uso inanionyesha matatizo yote uliokuwa nayo na shida nyingi ambazo unazopitia, lakini umekuja sehemu sahihi. Kwa jina la Yesu, matatizo yako yote yanakwenda kuisha. Baba Mchungaji, ni kweli, yaani nina matatizo nikijaza gunia sio moja, yani atajaa mengi tu. Mimi nina mgonjwa yani mtoto wangu anaumwa, kichaa si kichaa, wazimu si wazimu, yani hapa nimeshamaliza waganga na waganguzi, na ndio maana leo nimekuja kwako kwa hapa. Baba, naomba kabisa unisaidie baba, kama kweli umeaona matatizo yangu. Biblia inasema Mungu ndiyo aliumba viumbe vyote vya duniani. Lakini baadhi ya viumbe vinataka kuwa vikubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mama, umerogwa.